Mwana mmona Yesu Kristo mwana iji wa Mungu Mungu aliyetuka kwa Mungu mwaka kwa mwanga Mungu kedili kwa Mungu kweli aliyezaliwa bali hakuumbwa mwenye ugu umoja na